Genes yetu aetatae na tunapashwa kujiombote komtele. Napenda kusema tunapashwa kujibombote kama vile watu wenye wanavamiwa kama vile ici ambayo imenanganwa ipande yake. Neno la pili nilipenda niwambie kama sisi tuko apa, sisi wazalendo, atuko apa kwa sababu ya kulima mashamba, atuko apa kwa sababu ya kuchimba o tuko apa kwa sababu tulipata vita jenes oye oy. sababu nawaza oy. mugo na matelefoni na Mungu na wandugu ambao wako Kamanyola wahamizi walifanya mijiji wakasema ya kwamba wanataka wanatangaza vita na wanasema watakuja huko. Nilipenda nikuje niwaambie hivi. Hii atukukuja hapa kucheza kulipata vita na kama watakuja k tulipata vita na kama wataleta vita tutakabiliana nao kivita.

hapa na Kamanyola ni kilometa kidogo sana, sio ajabu wakati wanakuja kututokota hapa, labda watakuja kututokota oye. Kwa hiyo napenda niwaambie vita ambayo tunavamiwa na Rwanda sio vita ya siasa, hii vita iko vita ya politiki ni vita Rwanda inatubania. Wale ambao inakituvamia wale ambao mko na wasikia waoreaga waberadsima wale, sio vita mwenye kutuvamia ni Kagame. Kwa hiyo

wanatembea kama sisi, wanaongea kama sisi. Kwa maana hiyo tutakabiliana na, na twater... Kagame think... yes? kwa sababu sisi hatukumbagia yale baba yetu, tutamjibu kama vile amejitokosa, na hivi ni miaka 30. Ndio, ndio, ndio

tuko hapo kwa sababu ya vita, twakipuja tu kuduvina tu tutajibu. Ndiyo <tipu> ndiyo <tipu> tena, atusahau watu ambao walikumasakre, atusahau watu ambao waliviolewa, mama zetu wa dada zetu, atusahau watu ambao walitutemea mate mukinywa, atukubali kuwapokea <tipu> tena, vita ambayo inakuja ambayo vatainoleta

tunapata kufanya revolution yakweene, bibi ilikonalita revolution congolaise. Tuko pamoja, ndio io revolution congolaise, tutajieleza sisi keeke. Si hakuna muzungu mwenye atakuja kuulibere, hakuna Marekani, hakuna mganga, hakuna mtu yote mw. mwenye ataka tuokoa sisi. Wakongomani tunapata kutimoma kujiokoe na kuokoe inchi yetu sisi wenyewe ndio kama <coughs> tuna <coughs> maswali lakini hiyo ni message ambayo nilikuletea. Tuko hapa, hatuko kwa distraction, kile kinachokuja utapambana nacho na kupitia kwa dada zetu ya kwamba tunasimama imara

Akusahau watu ambao waliumasagre, akusahau watu ambao waliviolewa mama zetu, watata zetu, akusahau watu ambayo alikutemea mate mukinywa. Akukubali wapokee tena vita ambayo inakuja, ambayo anta inaleta. Sio a vita ya politiki, ni vita ya kutunyangana nji, na sisi hatuko tayari. Vimetajitu a akati wetu ndio kiongozi